Mojawapo ya maswali ninayoulizwa mara kwa mara, siyo kanisani, lakini ninaposafiri na kuzungumza sehemu mbalimbali mbali, ni swali hili: je, ni nini kuhusu wale watu ambao hawajawahi kusikia injili ya Kristo? Je, watakabiliwa na hukumu ya Mungu? Hilo ni swali linalowasumbua Wakristo wengi. Naam, mtume Paulo amekwisha jibu swali hilo katika sura ya moja ya kitabu cha Warumi amefafanuliwa kwamba ulimwengu una ufunuo wa uumbaji, uzuri wa utukufu na utata wa uumbaji, lakini wanaitikiaje? Je, wanamshukuru muumba? Je, wanamkubali? Hapana, wanakandamiza ukweli wa muumba, wanakataa kuamini jambo lililo dhahiri, kwamba huyu ni mbuni u uh, ulimwengu as, na miili yetu wenyewe ya mbuni lazima iwe na mbuni wa kimungu. Ulimwengu hauwezi kamwe kusikia injili ya Kristo lakini wanaikana injili ya uumbaji. Basi Mungu anasema katika Warumi sura ya moja katika mstari wa ishirini kwamba wanadamu hawana udhuru. Hapa katika sura ya mbili, Paulo anazungumza na mtu wa maadili lakini asiamini na anasema jambo lile lile hawana udhuru pasipo imani katika Kristo na hawataepuka hukumu ya Mungu inayokuja. Na hii ndiyo sababu wanadamu hawana tuuhu, hawana tu tu faida ya injili ya uumbaji, bali pia wana kile ninachopenda kuita injili ya dhamira. Watu wote wana hisia ya ndani ya kutambua mema na mabaya. Sasa Paulo anapofafanua hili zaidi, anavunja kabisa hadithi kadhaa kuhusu Mungu na uhalisia wa hukumu ya Mungu inayokuja. Hadithi ya kwanza ambayo Paulo anavunja ni kwamba Mungu atakuwa na upendeleo kwa watu ambao basi hataki kweli kuwa hukumu. Paulo anaandika hapa katika mstari wa tisa, kutakuwa na dhiki na taabu kwa kila mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na pia Mgiriki, lakini utukufu na heshima na amani kwa kila atendaye mema, Myahudi kwanza na pia Mgiriki. Kwa maneno mengine, iwe myahudi au mataifa, wale wanaoendelea kufanya uovu bila kuwa na hamu yoyote ya kutubu, basi wanaonyesha kwamba hawana imani ya wokovu watakabiliana na dhiki na dhiki katika hukumu yao ijayo ya milele. Kwa upande mwingine, Paulo anaandika hapa, wale ambao kwa matendo yao hudhihirisha hamu yao ya kumheshimu Mungu vema, wanaonyesha imani yenye kuokoa kwamba wao ni wa Mungu, na na Paulo anasema hapa kwamba wakati wao ujao utakuwa wa heshima na amani, haijalishi wewe ni myahudi au mataifa. Mungu hana wanafunzi kipenzi. Yeye hana vipendwa vya mahakama. Kwa kweli, Paulo anaandika mstari wa kumi na moja, kwa maana Mungu hana upendeleo. Hiyo inamaanisha kama wewe ni mstaarabu au primitive, elimu au kusoma, tajiri au maskini, kijana au mzee, kidini au hakuna mungu, Mungu hatafanya upendeleo siku ya hukumu. Hataruhusu mtu yeyote aingie ndani ambaye anaweza kumvutia kwa njia fulani. Hiyo ni hadithi. Vema, hekaya ya pili ambayo Paulo anaharibu ni kwamba Mungu atawahukumu wale tu waliojua yote ambayo Biblia iliamuru. Basi Paulo anaandika hapa katika mstari wa kumi na mbili: kwa maana wote waliotenda dhambi pasipo sheria wataangamia pasipo sheria, na wote waliotenda dhambi chini ya sheria watahukumiwa kwa sheria. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wanapofanya kwa asili mambo yaliyo ya, ya sheria hawa wamekuwa sheria kwao wenyewe, ijapokuwa hawana sheria wanaonyesha kwamba kazi ya sheria imeandikwa mioyoni mwao. Hiyo ni kweli yenye nguvu. Mungu ameandika sheria yake mioyoni mwa kila mwanadamu. Kwa maneno mengine, kila mwanaume, mwanamke, mvulana au msichana ameumbwa na ufahamu wa mema na mabaya. Sote tunajua kwa asili tofauti ya mema na mabaya. Mungu ameandika ukweli wa msingi wa sheria yake ya maadili moja kwa moja kwenye DNA yetu. Hivyo mtu ambaye hajawahi kuwa na nakala ya Biblia na hajawahi e, e, kusoma usiibe, bado anajua anafanya kosa anapoiba kuku wa jirani yake. Eh, mwanamke ambaye hajawahi kusoma eh, usitoe ushahidi wa uongo anajua kwa asili kuwa anakosea anaposema uongo. Makabila ya asili, falme zilizoendelea, wanafanya nini? Wanafanya nini hasa? Wao ni wanaabudu tai ama jua au maumbile au pepo mchafu ama hata wao wenyewe wanajua ndani kabisa, wamechagua mtu mdogo wa kumwabudu kuliko Mungu Muumbaji, na wanapotenda dhambi wanajua wanafanya vibaya jinsi gani. Naam, Paulo anatuambia hapa katika mstari wa kumi na tano kwamba Mungu ameandika sheria yake ya maadili juu ya moyo wa kila mtu. Lakini sikiliza, siku ya hukumu, wakati wanadamu wote wasioamini watasimama mbele za Mungu kwenye kile kiti kikuu cheupe cha enzi, swali halitakuwa je, ulikuwa na nakala ya amri kumi? Swali litakuwa, kwa nini hukuzitii amri zilizoandikwa moyoni mwako? Mabilioni ya watu duniani kote ambao hawajawahi kumiliki Biblia watasimama mbele za Mungu na kuhukumiwa si kwa yale wasiyoyajua, bali kwa yale waliojua ndani ya mioyo yao kwa asili, na bado kwa ukaidi walikataa kutii. Naam, Paulo anaandika kuhusu jambo hilo tena hapa katika mstari wa kumi na tano wanaonyesha kwamba kazi ya sheria imeandikwa mioyoni mwao, huku dhamiri yao pia ikishuhudia, na mawazo yao yanayopingana yanawashtaki au hata kuwatetea. Paulo anatumia mfano wa tukio la mahakamani hapa. Mhusika mwenye hatia analetwa mbele na mashtaka ya kuvunja sheria ya Mungu yanasomwa. Sasa, hata kama mtu huyo hajawahi kuona nakala ya Biblia, bado ana hatia ya kuvunja sheria ya Mungu. Na ili kuthibitisha hilo, wakili wa upande wa mashtaka anamuita shahidi wake mkuu kizimbani, na hapa shahidi huyo mkuu ni dhamiri ya mtu huyu. Basi yule mtu anaanza kutetemeka akitumaini akitumaini kwamba dhamiri itamwambia jaji kitu kama, Mheshimiwa, kweli hakujua lolote bora. Hapana, dhamiri itasema ukweli pale kizimbani, ukweli wote na si chochote ila ukweli. Siku ya hukumu itasema kitu kama mheshimiwa, nilijaribu kumwambia kwamba alikuwa anafanya dhambi kuanzia alipokuwa mdogo, akiendelea katika ujana wake hadi utu uzima, lakini mara kwa mara aliniambia ninyamaze. Aliniambia tena na tena, acha kuniongelesha, unaniharibia sherehe yangu, sitaki kukusikiliza. Na hakimu atamtangaza mtu huyo kuwa na hatia. Unaona, wasioamini hawatasimama mbele za Mungu ili kugundua kama wana hatia au la, bali kusikia Mungu akitoa hukumu ya hatia na sababu zake ambazo tayari watakuwa wanazijua kupitia dhamiri zao wenyewe. Hivyo basi hizi ndizo hadithi za uongo ambazo Paulo katika mistari hii anazivunja: hadithi ya uongo kwamba Mungu atapendelea watu ambao e, wanaonekana kumvutia, na hadithi ya uongo kwamba Mungu atawahukumu tu wale watu waliokuwa wanajua kile ambacho Biblia iliamuru moja kwa moja. Sasa basi kuna hadithi moja ya mwisho, na, na nataka nikuambie, hii ndiyo ngome ya mwisho ya utetezi wa mwanadamu. Hebu nikupe hadithi hiyo ya uongo kwanza. Hii hapa: siku ya hukumu, Mungu atahukumu tu dhambi kubwa ambazo watu wamefanya. Sasa Paulo anaandika kuhusu hilo hapa kwenye mstari wa kumi na sita: siku hiyo, kulingana na injili yangu. Hii ni kweli ya injili. Kwa maneno mengine, Mungu atahukumu siri za watu kwa Kristo Yesu. Kwa hiyo siyo tu zile zile dhambi za wazi, dhambi za hadharani, zile dhambi kubwa ambazo zinaweza kukupeleka gerezani. Hapana, Paulo anasema hapa kwamba Mungu atahukumu siri zetu, atafichua kila kitu: dhambi kubwa, dhambi ndogo, dhambi za hadharani, hata siri zetu za dhambi, mawazo yetu ya dhambi, nia hizo za siri na tamaa mbaya. Acha niwaambie katika siku hiyo ya hukumu kila asiamini atasimama mbele za Mungu kutoa hesabu ya dhambi zake na, na kila mtu atafanya hivyo akiwa ameikataa injili ya dhamiri na injili ya uumbaji na kwa wale walioisikia injili ya Kristo Mungu atafanya nini? Atafichua hata siri za kila asiamini. Waebrania saa nne na madakika kumi na tatu inaweka hivi: wote wako uchi na wamefunuliwa machoni pake yeye ambaye tunapaswa kutoa hesabu kwake. Kwa maneno mengine, hakuna mahali pa kukimbia, hakuna kisingizio kitakachosimama. Mungu bila upendeleo, kwa haki, atafichua kabisa kila dhambi. Huwezi kumficha Mungu. Lakini hapa kuna habari njema. Unaweza kujificha ndani ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Unaona, Bwana Yesu alichukua adhabu yako na dhambi zako juu yake mwenyewe, aliteseka na kufa msalabani, ili kwa kuweka imani yako kwake peke yake uweze kukubaliwa katika familia ya Mungu. Unaweza kupata mahali pa kujificha ndani yake. Unajua hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba siku moja hutakuwa ukiogopa hukumu ya milele, utakuwa ukitarajia furaha ya milele. Naam, mpaka tutakapoanza safari tena, wapenzi, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.